Maadili hili ni nukta moja muhimu katika hotuba yetu ya leo. Na maadili tunapozungumzia maadili, ndugu zako Waislamu, ni katika nyanja zote. Maadili kazini kwako, lazima uzingatie maadili pale ofisini kwako, iwe kazi yako iwe shehe, uwe afisa serikalini, uwe afisa kwenye shirika, uwe Wewe uza nyanya sokoni uwe na maadili. Wewe husamcha uwe na maadili. Maadili mema ndio yatakayojenga dini yetu na kuiponya, na kuiponya, na kuiponya. Allah. Allah. Allah. Na kuipona taifa letu. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Tunajifunza kwa Nabii Ibrahim namna ya uwezo. Na hapa ndugu zangu lazima tujikite

inapata riziki kutoka ina kila upande kama ilivyo Tanzania. Tanzania ina amani utuli na utulivu. Riziki yake inatoka kila upande. Sisi Tanzania ndio tuna badadi. Sisi tunapakana na Rwanda, wanategemea sisi ni adhabu gani? fa ataqaha Allah libasa juu hey, wa lduri wal khawf. Ukikufuru neema ya amani, ukikufuru neema ya utulivu, Mungu anakuvisha adhabu, anakupamba na njaa na hofu, kwa kosa la kukufuru neema ya amani. Lakini kufikia hatua ya kukufuru neema ya amani ii Waislamu ni kwa sababu tumepoteza kutu maadili. Leo kila mtu shehe, kila mtu kiongozi kila mtu anataka kuwa mkubwa haiwezekani. Allahu Akbar Allahu Akbar! Ndugu zangu wa Uislamu, tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka huu, mwaka wa uchaguzi, maadili yanatakiwa yaonekane, amani ya nchi inatakiwa itunzwe. Tanzania ni nchi ambayo haina, imejipambanua, haina dini, hiyo hai. wananchi wake wana Asitokea mtu anataka kugombea ubunge eti akapimwa kwa Uislamu wake au kwa Ukristo wake. Asitokea mtu anagombea udiwani akapimwa kwa Ukristo wake au Uislamu wake. Na hata rais tulionaye, hatupasi kumpima kwa Uislamu wake au kwa Ukristo wake. Nchi hii imekuwa na historia ya kuwa na marais wa dini zote, tulikuwa na rais Waislamu na Wakristo walimuombea, wakamuombea, wakamuombea Mungu akatawala, akaja Mzee Ali Hassan Mwinyi. Waislamu na Wakristo walimuombea, akatawala, akaja Mzee Mkapa. Waislamu na Wakristo walimuombea, akatawala, akaja Jakaya Mrisho Kikwete. Waislamu na Wakristo walimuombea, akatawala. Sasa yuko Samia Suluhu Hassan, tumwombee ili endelee kutawala. Na kutokea mtu

ili yetu ya leo ni ili tukufu, tupambwe na maadili kama Nabii Ibrahimu. Nabii Ibrahimu alielewa vizuri, mama haja alielewa vizuri, mtoto wao Ismaili alielewa vizuri, likazalika taifa zuri. Na sisi tunewe vizuri, ili tuilinde nchi yetu ya Tanzania, tulinde dini yetu. Hata sisi Waislamu, sisi Waislamu ndugu zangu, hatutakiwi kuwatenda kuwabagua ndugu zetu wa Uislamu tuwe mwisho kuingia katika mtego huo, tuhakikishe tunaishi kwa wema na ndugu zetu wa Uislamu. Tukifanya hivyo tutanufaika kwa duniani na akhera. Msikilize Mungu wako, ikiwa wewe ni Muislamu na unaamini Qur'an, Mungu anasema la Mwenyezi yanhaqu Allah, Mwenyezi Mungu aaae hali ya kuishi kwa wema na wale ambao yuatilukum fi dini sio aislamu lakini awajakupijeni vita katika dini wala yukhrijukum min diarikum hayakutowaiko nemgienu mu waja ukatazeni kwa kuishinao kwa wema antabaruhum watuksitu ilaihim in allaha yuhibu al lmuhsikin. Allahu akbar, Allahu akbar! Ndugu zangu, tujipange na tabia njema. Maadili ndio yatatuza amani, maadili ndio yataleta mwelekeo mzuri katika nchi.